Kitabu changu kiada kina mambo mengi sana, sikiliza kwa makini, mambo mazuri yajayo, na wala msilichoke katika kusikiliza. Kitabu hiki kiada ni muhimu kwa mwalimu, ni muhimu kuwa nacho katika maarifa mwanafunzi na mwalimu kujifunza kwa fasaha, hiki kitabu kiada kwa mwanafunzi muhimu, mwalimu akifundisha somo lake, ubani kupatia ujasiri katika kufundishia, mazoezi ndani yake mwana kujifunza kiada kitabu hiki, mwanafunzi kutumia kitabu hiki kiada, kuchochea udadisi kwa wanafunzi shuleni katika kujifunzia maarifa, kupatia ushiriki kuchochea mwalimu na mwanafunzi daima akimfilisha kwa mtiririko sawa kwake ni kueleweka, mwanafunzi darasani na kumpa uhakika kwa kinachowasilishwa. Kitabu chetu kiada ni muhimu kutumia. Tamati tumefikia kuonesha kitabu cha kiada katika kufundishia na kujifunzia pia, wanafunzi darasani kitabu hiki mwalimu na mwanafunzi tu.